Oh my good people, mambo vipi mpopo? anawapenda sana jamani. <laughs> Nimewamisi. I'm sorry, sikuwepo, sikuwepo araundi kwa muda wa kama wiki hivi. Kama ambavyo mmeona huko ishara, tulisafiri kidogo kwa ajili ya kukibidhaisha ku, ku, Kiswahili, na hivi tulisafiri, tulikuwa nchini Uganda. Haina maana kwamba sasa hatufugi tena, tunaendelea jamani, tunaendelea, na nimekuwa nikipigiwa simu hata nikiwa nchini Uganda. Na nawaambia samahani mpaka nirudi kwa sababu huko ulikuwa kuna mambo mengi kaeka ni nyingi mno. Sasa ndo nimerudi tunapata feedback ya Uganda, nini kiliendelea Uganda. Then mambo yetu yanaendelea kama kawaida. Una maswali uliza, una changamoto uliza, wewe andika hapo kwenye comment. Mimi nikisoma hapo kwenye comment naleta mada, nikisoma hapo kwenye comment naleta mada ya yeah, hapa sasa nataka tukukuletea kisehemu tu cha safari yetu. Jinsi ambavyo ilikuwa tulitoka hapa Tanzania tukaenda Kenya, tukatoka Kenya tukaingia Uganda. Hapa nitakupa tu sehemu ya wataalamu mbalimbali ambao tulikuwa tumeongozana nao kama madaktari, madaktari kitaaluma, wanataaluma, madaktari, maprofesa eh. Lakini viongozi baada, baadhi ya viongozi wa, wa ambao wapo katika shirikisho la lugha ya Kiswahili watakupa mawili matatu, na uone jinsi ambavyo tulikuwa tume tumeenenda katika safari yetu, na baada ya hapo tunaona mambo mengi ambayo yaliendelea nchini Uganda, na tumefurahi sana. Mungu ametusaidia, tumerudi salama. Aa, na tumejifunza mambo mengi, tumejifunza mambo mengi. Jamani, nataka niwaambie tu, kama kweli unataka ajira, unataka ajira ya kufundisha Kiswahili Uganda, wewe nitafute. Nitakupa mwongozo alafu na wewe utaendelea kufuatilia then utaomba, lakini lazima pia uwasiliane na balozi ya Tanzania unapotaka kutoka nchini kwenda kufanya kazi kule, ili lolote litakalo kupata kule hata katika masuala ya mikataba kikazi nini, mnapopeana mikataba, balozi itakuwa ndio msaada wako mkubwa. Utakapoingia nchini Uganda, lazima uende ukalipoti pale ubalozi, ili wajue kuna mtu wao yuko pale, kwa ajili ya usalama wako. Kwa hiyo kama una ndugu yako na mtoto wako ana shida, anataka kufundisha Kiswahili wewe wasiliana nami then nitakuongoza wapi uende na ili kufanikisha mambo yao. Enjoy. Hello my good people, mambo vipi? Kama mnavyoona tushafika Uganda, tuko boda ya Uganda inaitwa boda ya Malaba hii hapa, na hizi ndio gari ambazo na mwalimu Nyerere, tuna mwalimu Nyerere, tuna mwalimu Nyerere kwa sababu tunaenda kufanya, tunaenda kufanya hafla ya mwalimu Nyerere kwa ajili ya birthday yake, kuzaliwa kwake, tunaenda kwa kusherehekea huko lakini tuna mkuu wa nchi ya Tanzania, lakini tuna mwenyeji wetu hapa, tuna jirani yetu hapa <laughs> Kasongo mwenyewe sasa <laughs> ndo tuko Uganda hapa, jamani. Haya ndo magari ambayo tumekuja nayo na hivi taka kuthibitisha hivyo yani, timu kubwa kabisa na magari mengine yametangulia, unaona eh? Timu kubwa kabisa tuna maprofesa hey, tuna madokta Unaona, unaona ile nembo ilisoma pale Uganda? Unaona Uganda hii, immigration. Unaona immigration hii eh? Hatuko feki feki, so tumekuja tumekuja kuenjoy kidogo. Kiswahili kitukuzwe! <laughs> Kiswahili kitukuzwe, Kiswahili kitukuzwe. Kuna wazanzibari hapa kuna wabara, lakini kuna wakenya na kuna mikoa mingi kutoka bara pia, Mwanza Arusha, ni mi... Dodoma wote tumeungana pamoja tunaenda huko kama ambavyo mnaona, sawa eh. E, ndio tuko Uganda, yani tushaingia Uganda, yani kwa Museveni mwenyewe, tuko kwa Museveni mwenyewe yani e, kwa Museveni mwenyewe naona niko eh? No, na madokta hapa na maprofesa wadau wenye, wenyewe wa Kiswahili yani, unaona Kiswahili wow. Kina wenyewe wenyewe mawili matatu kutoka no, na na, kwao, tukiwa katika eneo la Uganda, tukija tudumisha masuala ya Kiswahili katika nchi ya Uganda <laughs> tukiwemo na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ameshirikiana na Afrika Mashariki katika utendaji kazi na kufahamishiana katika masuala <laughs> ya Kiswahili <laughs> kwa hiyo hata tulipofika hapa immigration safari yetu ni Kiswahili, mm -hmm. Kiswahili. Mm -hmm. Kiswahili kitukuzwe, yeah. Dokta, karibu. Asante. Asante. Tuko tuko wewe e, tuko pamoja tumetoka safari ya mbali na hapa tuko mpakani mpaka wa Kenya na Uganda. Malaba. Eh, unaitwa Malaba. Eh, tunaelekea Kampala, Uganda <laughs> kwa ajili ya kuenzi Kiswahili, Kiswahili. Yeah. Bila kusahau hafla ya birthday ya Mwalimu J.K. Nyerere. Eh, yeah, yeah. e, muasisi yeah. wa so, East so. Africa so, muasisi so, wa lugha yenyewe ya Kiswahili. Karibuni so, so. Karibuni Arusha. Kiswahili, karibuni sana Kari Kari Tanzania kwa <laughs> yeah. Umeona? <laughs> umeona? Si umeona? Yeah. Imefana. Fa hey, niko na profesa jamani, niko na profesa Shikamoo baba. Naomba tu machache kwa ajili ya Kiswahili watu wasikie. Ah. Na kwa nini uko hapa? Na hapa ni wapi? Unaelekea wapi? Mbona na manembo mengi ya Tanzania nini? Hapa tuko boda mm. ya Kenya na Uganda hii mm. e, boda inaitwa Malaba mm. tukiwa safarini kuelekea Kampala. ana bao jitambulishe kwanza kidogo. naitwa Hashim. Mm. Mm. Na Hashim Isa Mohamed mm. tutambulishe vizuri tutambulisha vizuri, vizuri. vizuritambulish shida. naitwa Hashim Isa Mohamed ni associate professor pale Sokoine chuo cha kilimo na ninatokea idara ya lugha. Niko na wenzangu wengine ambao nadhani wengine wameshajitambulisha, sasa na wengine tutazidi kuona wako mbele ya safari mm -hmm. kao tunaelekea mjini Kampala kwa ajili kwa klisha, kwa dao, kwa ya kuwakilisha wadau katika masuala ya Kiswahili. Hii hmm. ni kongamano la kimataifa la Kiswahili ambayo inafanyika kila mwaka katika ni nchi mbalimbali kwa hiyo inaroteti kwamba mwaka huu ni Uganda mwakani e. Kenya e. na hivi e. e. na tumeona katika picha pale e, tunaona pia kuna picha ya Mwalimu Nyerere kuna nini Uganda katika ile kongamano na Mwalimu Nyerere uh, ya ile picha ipo kwa sababu kwanza yeah. Ile kongamano litafanyika kipindi ambacho tutaadhimisha pia yeah. siku ya Mwalimu Nyerere ya kuzaliwa ya kuzaliwa ya Mwalimu Nyerere, siku ya nani? Sio kuzaliwa, sawa sawa. Lakini pili ni kwamba Mwalimu Nyerere ana mwenzi sana kule Uganda yeah. na kwa kweli kutakuwa na tukio eh, maalum au yeah. event maalum inayo yeah. mhusu Uh, mwalimu Nyerere yeah. na sisi tumejipanga kushiriki kikamilifu katika hilo wenzetu na, kwa na mwenzi vizuri sana yeah. n sisi kujifunza kutoka kwao kwa sawasawa. yeah. nashukuru sana Profesa zaidi sana, sana. Sana mwalimu Nyerere pia ni mwasisi wa lugha ya Kiswahili, kwa hiyo tuna kila sababu ya huko ya, ya sa. sahihi. Lakini sio hilo tu, alikuwa pia ni kiongozi mzuri na ambaye ndio alikuwa anasimamia na kuendeleza ma, mapambano ma, ma, kseemubakusukombozi yeah. okay. na Uganda <laughs> anamtambua sana kwa sababu amenisaidia sana katika harakati za ukombozi wa Uganda sana kwenye yale ma, ma, wa mamluki katika mikono ya mamluki madikteta, ma ma tunashukuru sa sa sa sana, nashukuru sana sa. okay. asante kwa muda wako asante sana. Mmeona eh, Kiswahili kitukuzwe <laughs> na hapa niko na Mr Gama atajitambulisha mwenyewe na atatuambia yeye anaenda wapi na anashughulika na nini. Naitwa Ibrahim Gama, kama ambavyo mmesikia uh, nikitajwa hivyo ni katibu wa shirikisho la vyama vya Kiswahili Tanzania. Hapa tupo Malaba katika boda ya Kenya na Uganda. Watanzania tumeongozana na gari tatu kubwa basi kama ambavyo unaziona tukielekea Uh, mjini Kampala kwa ajili ya kongamano kubwa la Kiswahili la Afrika Mashariki na ya Kati. Ukiangalia tuna marais wa nne ambao wamewekwa hapo, wawili yes, wakitambulishwa Tanzania, baada wa taifa hili ambaye ni muasisi wa lugha ya Kiswahili katika ukanda huu wa Afrika Mashariki uh -huh. na Kati, lakini pia tunaye mama Samia Suluhu Hassan, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, lakini bila kumsahau mzee Museveni, yeye rais wa Uganda atashiriki ambaye ndio mwenyeji wetu, bila kusau katika nchi ambayo tumetoka, mm, ambaye tume tumepita na tunaingia huku, rais kutoka nchini Kenya. Hawa wamewekwa hapa kwa sababu ndio wanatengeneza marais hawa watatu, uh, ile Afrika Mashariki yenye nguvu. Lakini pia tutakuwa na wenzetu kutoka pembezoni mwa Afrika Mashariki na ya Kati wote kwa ajili tukikibidhaisha Kiswahili na kukiweka juu, Kiswahili kiweze kuzungumzwa dunia nzima kama ambavyo sasa kinazungumzwa na nchi za SADC. Asante sana, nashukuru sana jamani, Kiswahili kitukuzwe. Ndio hivyo yani, tushaijia Uganda, tunaenda kufanya yetu hapo katikati Kampala hapo, huko pia tutawaambia.